Waja kujumulia hiyo. Waja tu nione kwanza. Hii ni hapa, ni hapa, usijali ni hapa. Wanasikia tu, usijali. Hapa ndo mazizi kwa waja. Amelala.

Manguli ya nini? Manguli. Uyajui. Ya nini? Uyajui soja. Anyway. Tuliambiwa kuna masoja hapa ma sisi. Ni kama mmepotea gate. Eh? Ni kama mmepotea gate. Tuliambiwa gate ya black. Hapa ni hapa. Gate ya potea. Gate ni mingi hapa. Kama mmepotea. Tuliambiwa kuna koloba mwingine hapa koloba. <laughs> Zi ni hapo mbele mna. Mali mali mama alikufa kuna miaka 172. <laughs> Ni hapo mbele, ni hapo mbele labda. Si hapa. Hapana. Soja, umedutanganya. Jawadanganya. <laughs>